Na nawapongeza na washukuru sana wakulima wa ufuta mkoa wa Pwani kwa kulizia bei iliyokuwepo leo. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini wakulima na viongozi wenzangu wa AMCOS, mimi na na maelekezo machache sana. E, kwanza naomba viongozi wa vyama vya, vya, vya msingi mumsikilize vizuri sana na maelekezo aliyotoa meneja wetu muyafanyie kazi. Hii biashara mwaka huu sio mzuri sana, sio mzuri kwa kibiashara ya kupata pesa, sio mzuri hata sisi tunayesimamia, hususani sisi viongozi, tuna changamoto na tuna wakati mgumu sana, kwa sababu hii biashara sasa hivi kila mtu kiongozi wa nchi hii anafatilia hatua hadi hatua, na wakati tunaendelea kwenye minada, viongozi wetu wakubwa hii hi, hi minada wanafatilia, wanaona na wanapiga chini. Sasa mi niombe, kuna mambo yafatayo. Meneja anaamini kuanzia kesho utaanza kutoa malipo ya mnada uliopita. Malipo ya mkulanga amkosi na nanjopeka amkosi usilipe mpaka tupitishe uchunguzi kwenye maeneo hayo mbili. Waendesha magala, kuna neno hapa limejitokeza na ninatoa na ushahidi. Liko gala mpaka saa tatu asubuhi lina mzigo tani mia mbili na arobaini na tisa tunaingia hapa kwenye soko ishafika mia nne na kitu sasa, hata kama hatuna nguvu ya kukusanya mzigo kiasi hicho tani zaidi ya mia mbili hata mii na mashaka. Sasa msituharibie, watunza gala, narudia, msituharibie biashara. Mwaka huu imekaa kimtego. Sasa mi nikuombe meneja, tugawane hapa. Meneja uondoke na makamu, uanzie hapa Gara hili uhesabu ule tulichouza na kilichokuwepo unaendelea na magara liweguwaku. Mimi nitaanza na Labungu na Kakapazi, tutaendelea mpaka Lufiji. Tulichouza ndo kipo ndani, tusije tukauza vitu hapa hewa tukaanza kukimbiana hapa tukazimiana simu, sijui naeleweka hapa, wakulima wenzangu. Tunataka twende hivi vitu tusiwe na haraka sana. Kwa mfano mnada uliopita Mkulanga waliuza ufutao bei ya chini kabisa. Leo bei ya ile mnada uliopita na mnada wa leo, wepe wenye bei kubwa. Subira Mwenyezi Mungu alituambia, kwa hiyo tusiwe na haraka ambayo baadaye inaweza kututia matatani. La pili, kwa waendesha gala, kuna mtindo mliouanzisha huo huo, sio sahihi na huo kuanzia kesho tukiona unaendelea, mimi namwambia meneja mwandikie barua uwe mwendesha gala asimame, asikusanye mzigo wa watu. Iwo mtendo wa kutaka kujaza gala lako, kushawishi viongozi wa vyama vya msingi, kuahidi kama kwa kila kilo moja utawapa kiasi fulani, hiyo ni hujuma. Kwa hiyo hayo magala mnayofanya hiyo hujuma, naamini hapa mupo, kazi itakushindeni ushirika Tuonane Alamisi ijayo kuanzia saa sita pale ifudili na dau. Tumeahirisha ufuta kwa mkoa wa Pwani, tumeuza jumla ya kilo milioni 4,777,765 kwa bei ya juu ya shilingi 2490 n na, na bei ya chini ya shilingi 2390 kimsingi makusanyo kwa maana kwamba tumeingiza mzigo mkubwa kwenye mnada huu kuliko mnada uliopita. Hii inaashiria kwamba kwa msimu huu pengine makusanyo yatakuwa, uzalishaji umeongezeka na tutakusanya ufuta mwingi zaidi. Lakini pia malipo ya mnada wa kwanza ambao tuliufanya tarehe kumi na mbili wa wiki iliyopita tutaanza kuyalipa kesho, malipo ya takribani bilioni kumi milioni mia tisa sitini na sita na laki tano na tisini na mbili, na tutayalipa yote kuanzia kesho na niendelee kusisitiza wakulima ambao walipingiza ufuta mnada ule wa kwanza wahakikishe kwenye mkosi zao taarifa zao zinapatikana, na viongozi wa mkosi tumeshakubaliana tuna vituo vya malipo viko vinne, wapeleke vituo hivyo taarifa zao kwenye vituo vya malipo ili malipo hayo kuanzia kesho yaanze kuchakatwa na kuwafikia wakulima moja kwa moja. Ikumbukwe kwamba sasa hivi tuko kwenye utekelezaji, tunaendelea na utekelezaji wa agizo uh, la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ya kwamba malipo ya mazao yote yalipo moja kwa moja kutoka kwenye akaunti za, za chama kikuu kwenda kwa wakulima. Na sisi tuko kwenye utekelezaji. Kwenye msimu wa korosho uliopita tulifanya hivyo kwa, uh, kwa uzuri kabisa, na hata msimu huu wa ufuta tunaendelea na tunaamini tutakuwa na ufuta mzuri na msimu mzuri, na wakulima watapata malipo yao kadiri watakavyokuwa wanaendelea kuingiza, kuuza ufuta, na tutawalipa kwa ukamilifu uh, kabisa. Jambo jingine ambalo kwa mnada wa leo uh, kama mtendaji mkuu nimelitolea rai kwamba wakulima kama uh, muda wa kuingiza mzigo umefika, kwamba sasa tunaandaa taarifa kupeleka kwenye mifumo ya manunuzi. Kwa maana kama tunaandaa taarifa kwenda kwa wanunuzi, wasilazimishe kuingiza mzigo wakati muda wa kuingiza kwenye magara makuu umeisha. Ni vyema wakasubiri, wakasubiri mnada mwingine, kwa sababu kufanya hivyo inapelekea waendesha magara kuanza kufanya kitu kinaitwa betting. Wanaingiza taarifa hewa kwenye mzigo kwenye mfumo wakisubiria huo wa ufuta uru, ufike baadaye Hali hiyo ipo. Siku isiyo na jina inaweza ikatokea ufuta huo, wewe mwendesha gari uliyeingiza taarifa hewa kwenye mfumo wetu ukisubiri ufuta uje baadaye ipo siku ufuta unaweza ukakosekana, na mwendesha gari ukaingia kwenye matatizo. Na sisi tukilibaini hilo, kwa sababu tumeanza kupata taarifa kupata za, za awali, tukimgundua mwendesha gari anayefanya hivyo, tutahatua kali zaidi yake zitachukuliwa na tutamzuia kabisa kufanya kazi kwenye mkoa wetu wa Pwani. Jambo jingine ni kwa wasafirishaji, msafirishaji yoyote ahakikishe anapokwenda kuchukua mzigo kwenye gari la AMCOS au amepata kibali, tunaita kwa lugha rahisi ambayo imezoeleka oda kutoka kwenye ofisi za chama kikuu. Ukienda kuchukua mzigo sisi chama kikuu hatuna taarifa. Inaweza ikatokea la kutokea, hautakuwa na mtu wa kusema na wewe. Kama ni msafirishaji ambaye tumeingia naye mkataba, chama kikuu imeingia mkataba na msafirishaji, ni sharti anapokwenda kuchukua mzigo awe na oda kutoka chama kikuu. Ili tujue gari hiyo ni gari namba ngapi, leseni, namba ya leseni ya dereva, namba ya gari na kama gari hilo lina usajili na kila kitu ili tujue ikitokea shida yoyote tu tunajua kwamba taarifa za dereva kampuni ya kila tunazo. Sio wewe msafirishaji unajiamkia tunaenda kuchukua mzigo unaoleta gara kuu sisi bila kupewa taarifa. nacho ambia wakulima wezangu ufuta garani tupeleke vizuri, tusafishe vizuri, ili tupate bei ya juu, kwa sababu hii bei ya mnada wa kwanza ni umeuza bei ya chini kao, siku zinapozidi kwenda tunauza ufuta kwa bei ya juu. Kwa hiyo tupeleke ufuta msafi, ili tupate bei iliyokuwa nzuri zaidi.